Unaweza ukasema kwamba ni ni kama uhakika hivi eh, sasa eh? eh? Kwa upande wa Simba, kwa sababu wana faida ya magoli matatu eh, kwamba kwenda pu, kwenye hatua eh, ya ya, ya makundi au ah, ndo tuseme tunabidi tu uheshimu mpira uh, wanapokwenda kucheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ina maana mfumo ambao aliingia nao kucheza kwenye mechi ya kwanza unabadilika, atahitaji watu wakimbie sana pembeni watu kukimbia pembeni inamaana hapo utaona uh, moja kwa moja Kidenis anaweza kana ni miongoni mwa watu ambao wakapata hiyo nafasi ya kwanza kwa sababu ya kile ambacho amekifanya kwenye mechi iliyopita, lakini pia na mahitaji ya mechi kwenye uwanja husika yatakuwa na mahitaji zaidi ili akimbie sana pembeni. Elimpanzu atahitajika pia kuwepo katika hiyo mechi ama Abraham pia awepo hmm. kwa sababu uwanja unapokuwa mkubwa ina maana lazima kuwepo na distance kwa mchezaji mmoja mpaka mwingine kunakuwa na mapana marefu kwa hiyo unahitaji watu ambao wana uwezo wa kukimbia. Aliswichi mfumo kwenye mechi ya jana uh, kwenda kwenye 4141 yani, wanne kwenye eneo la kujilinda, mbele yao alikuwa anasimama mmoja e, nabi ambaye alikuwa anaunganisha safu ya ushambuliaji ya, uh, ya viungo wanne ambao alikuwa anakaa kwenye eneo la mstari wa katikati pale anazungumzia, ambao alikuwa anacheza mpanzu ahwa pamoja na budo ambao alikuwa anacheza kwenye eneo la juu, lakini unamkuta mbele alikuwa amesimama mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu. Inawezekana kwa sababu ya mazingira ya uwanja na namna ambavyo ulikuwa mdogo, alikuwa anahitaji timu ikae sana na mpira na ndio maana alijaza viungo wengi katikati, wakati ambao wanaenda kushambuliwa na unawakuta watu ambao wa, wana pace wana uwezo wa kukabia juu timu ikiwa inaanza. Ndio maana tu muda mwingi tuko tunamwona Budo anafika kwenye mpira Elimu Panzo anafika kwenye mpira pale ambapo Nsingizini wanaanzisha build up, kwa hiyo iliwanyima wao uhuru a, build, a, Nsingizini kuanza mipira kwenye maeneo yao wakajikuta muda mwingi wanapoteza. Lakini wanarudi kwenye uwanja ambao waishauzoea, moja. Kitu cha pili, wanacheza mbele ya mashabiki wao jambo ambalo tunajua kabisa Simba anavyocheza kwenye uwanja wa Benjamin huwa anabadilika sana na wachezaji wanajua namna gani ya kuweza kuutumia vizuri uwanja uh, wa Benjamin. Kwa hiyo ni mechi ambayo bado tunaendelea kuheshimu mpira kwa sababu magoli matatu si magoli mengi sana, na, me, na kuna, kuna, kuna, kuna mechi Simba amewahi kufungwa uh, Taifa na timu moja hivi kutoka Zambia mwaka 1979. Hey, alifungwa alifungwa Benjamin Mkapa goli nne lakini alienda Zambia kashinda goli tano. Kwa hiyo mpira unabaki kuwa pale pale kwamba maandalizi bora ya wewe ndio anaweza uh, yakakufanya wewe uibuke kuwa shujaa, namna gani unaweza ukatumia nafasi ambazo unazipata, namna gani unaweza kumheshimu opponent, vile ambavyo umejiandaa na, na, na kikosi chako namna gani na umewaandaa wachezaji kwenda kucheza kikubwa, mchezo huo unaweza kukupa matokeo. Na hata ukimsikiliza Ahmed namna ambavyo amezungumza kwamba tumeshapata matokeo kwenye mechi hii ya kwanza, hii haimaanishi kwamba sisi tumesha qualify moja kwa moja kwenda kwenye hatua ya makundi, bado tuna mchezo mwingine ambao tunahitaji kuweza kufanya hivi, hivi vizuri ili tuwe na uhakika wa kwenda kwenye hatua ya makundi. Na nyakati hizi kwa Simba, naweza kusema ambacho kinawasaidia sana ni ujio wa kocha mpya. Unajua, kwenye mabadiliko yoyote yale ya benchi la ufundi, kuna kuja na faida pamoja na hasara. Faida sasa hivi zinaonekana sana kwa sababu kila mchezaji wa Simba anataka kuonyesha kwamba yeye ni bora. Kila mchezaji wa Simba anataka kuonyesha kwamba yeye ana kitu apate nafasi kwenye kikosi cha Pante. Atapateje uh, nafasi kwenye kikosi, lazima kile kitu cha ziada ambacho anacho ambacho ni tofauti ya mchezaji mwingine kionekane. Na ndio maana sasa hivi tunazungumza kwamba uh, Morris Abraham ameonekana kuwa na kitu cha ziada kwa sababu kile ambacho anakifanya wakati huu ama kile ambacho amekifanya kwenye mechi mbili au tatu ama nne zilizopita, chazi ahoa, ni tofauti na kile ambacho amekifanya Modos Abraham. Kwa nini? Kwa sababu wakati ambao anakuwa na mpira Modos Abraham hakai na mpira muda mrefu, anaangalia wapi mwenzake amesimama, anaweka kwenye nafasi FM.